Kwa jina naitwa Firdaus Issa, natokea Dar es Salaam, lakini kwa sasa naishi hapa Zanzibar. Naomba wananchi wenzangu mlokuwa majumbani, acheni kupika, acheni kufagia, acheni kukosha vyombo. Jamani, tujitokeze kuja kumpongeza rais wetu Hussein Mwinyi kwenye uwanja wa Mnazi Mmoja leo, anafunga kampeni. Kikao hichi ni cha mwisho, jamani tusikose na wakaribisha wanawake wenzangu, wazee. Ametuvutia kutokana na sera zake, sera zake zote anazozitoa ni za uhakika, na tunajua huko mbele kutakuwa na manufaa na maendeleo zaidi yajayo. Hakuna kitu kizuri kama amani. Itakapovunjika amani mjue, hata hii shida, kila mtu atapata shida. Tuangalie nchi zetu za wenzetu jirani, Kongo, kila pahali kulikokuwa na vita, amani hakuna, nini inatokea? kila pahali kuna matatizo, Palestina huko wapi, nchi chungu nzima. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sisi, mpaka sasa hivi tunajivunia kuwa na amani, na marais wetu wote wanokuja wanapigania zaidi amani. Wanasema hatuna ukabila, hatutaki udini, hatutaki ubaguzi wa rangi, sisi wote ni Watanzania, sisi wote ni Wazanzibari, Wazanzibari na Watanzania wote ni kitu hichi kimoja. Naomba wananchi wenzangu tujitokeze kwa wingi, tusikae majumbani. Hata kama kuna wagonjwa, walemavu, wabebwe, walete, tuje tumpigie kura rais wetu Hussein Mwinyi. Kwa wingi tujitokeze, Chama cha Mapinduzi, yoye, Oktoba tunatiki.